Je, unafahamu kuwa kuna kabila moja linalotambulika duniani kwa utamaduni wa kipekee wa wanawake wake kuvaa vibao vikubwa kwenye midomo kama ishara ya ukomavu na uwezo wa kuolewa? Hilo ni kabila la Mursi linalopatikana kusini magharibi mwa Ethiopia ndani ya bonde la Omo, eneo ambalo limehifadhi mila na desturi za maelfu ya miaka bila kuguswa na mabadiliko ya kisasa. Katika kabila la Mursi, wanawake huvaa vibao vya udongo au mbao kwenye midomo yao ya chini vinavyojulikana kama lip plates. huu si urembo wa kawaida, ni alama ya utambulisho, uzuri, utuuzima na heshima ndani ya jamii. Safari ya msichana kuelekea kuvaa kibao cha mdomo huanza akiwa na umri wa miaka 15 au 16. Mama yake au mwanamke mtu mzima humkatia kidogo mdomo wa chini kisha huingiza kijiti kidogo kama mwanzo wa mchakato. Mdomo huo huendelea kunyooshwa hatua kwa hatua kwa kuwekwa vijiti na vibao vikubwa zaidi hadi kufikia urefu unaoweza kuzidi sentimita kumi na mbili. Kwao kibao kikubwa ni ishara ya uzuri wa hali ya juu, ukomavu na uwezo wa kuolewa. Katika baadhi ya visa, meno mawili hadi manne ya mbele ya chini huondolewa ili kuruhusu mdomo kunyooshwa vizuri. Ingawa hatua za mwanzo zina maumivu, baada ya muda, mdomo huzoea na kubeba kibao bila shida. Lakini kwa nini wanawake wa Mursi huvaa vibao hivi? Kwanza kabisa ni daraja linalotambulisha msichana kuwa mwanamke kamili, tayari kwa ndoa na majukumu ya kifamilia. Pili ni alama ya urembo, kadri kibao kinavyokuwa kikubwa ndivyo mwanamke huyo anavyoonekana kuwa mrembo na mwenye mvuto. Tatu ni ishara ya hadhi na nguvu. Inaonyesha uvumilivu, ushujaa na heshima ya familia yake. Na nne, inaweza kuwa alama ya uaminifu na kujitolea kwa mume na familia. Ni muhimu kuelewa kuwa si lazima kila msichana avae kibao cha mdomo. Hakuna shinikizo la moja kwa moja, ingawa marafiki na mazingira ya kitamaduni yanaweza kuhimiza kufanya hivyo. Wanawake wengine huchagua kuendelea kuvaa vibao hata baada ya kuolewa au kupata watoto, huku wengine wakiviweka na kuvivaa tu katika sherehe na matukio maalum. Kwa kabila hili la Mursi, kibao cha mdomo si pambo, ni kitambulisho, ni urithi unaounganisha kizazi cha sasa na cha kale, simulizi ya urembo wa Kiafrika ambao haukufutika na wakati. Katika dunia inayobadilika kwa kasi, kabila la Mursi linaendelea kusimama kama mfano wa kile ambacho tamaduni zetu zinaweza kuwa, zenye nguvu, zenye thamani na za kuheshimiwa. Mimi ni Kasim Hamisi na hii ni Dabaso Sultan Media.